Timu ya taifa ya vijana ya Tanzania yani Serengeti Boys imefanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya timu ya vijana ya Misri katika mchezo wa kirafiki uliofanyika katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Serengeti Boys ndio waliokuwa wa kwanza kuliona lango la kupitia washambuliaji wake boko Suleiman, pamoja na mchezaji ambaye anang'aa kwa sasa Suleiman, ambao ulikuwa ni katika mchezo huo mgumu wa kufuatia kwa timu zote kucheza kwa kandanda safi na jina la kuvutia katika mchezo huo, uh, uliochezeshwa na mwamuzi mwenye beji ya FIFA Israeli Mjuni yani Kongo. Serengeti ndio walikuwa wa kwanza katika kupata bao hilo kama nilivyokwambia, na ulio mchezo ulionekana kuwa wa kushambuliana kwa uh, kasi na kwa zamu, ambapo mashambuliaji wake wa wa uh, Serengeti walionekana kutokuwa makini pale walipokuwa wanapata nafasi nyingi; huenda wangefunga mabao mengi. Mchezo huo wakirafiki ni maandalizi ya michuano ya kufuzu kwa fainali za mataifa ya Afrika kwa timu za vijana zinazojiandaa na michezo hiyo itakayofanyika Madagaskar mwaka elfu mbili na kumi na saba. Ni michuano hiyo ya vijana ambayo inaendelea kufanya kazi zake katika mataifa mbalimbali.